Hapa tuko shambani kwa mkulima ambaye yupo Iwala. Kuna kijiji kinaitwa Iwala. karibu, karibu sana. Ni miongoni mwa vijiji ambavyo viko wilaya ya Mbarizi, Mbeya DC. Kwa hiyo niko na mkulima hapa, alipenda Super Gro akaitumia, tunapenda tupande leo matokeo, labda ameionaje, ameifurahia au ameichukia? Vipi bosi wangu? Super Gro naona kama ina, ma, ina, ma, ina matokeo mazuri kama mnavyoona, jamani, shambani ndo huku kuzuri. mm -hmm. Shina limebeba Super Gro hapa, nimepiga mara nne mara nne toka nimepanda kwanza. yeah. Kabla ya kupanda nililowekea ndoweka. yeah. mbegu nilivyoloweka ni, mbegu nikaja kupanda. mm -hmm. Baada ya kupanda ilivyotoka nikapiga, ndio. yeah. ma, e, inapokaribia maua nikapiga, ndio. yeah. baada ya hapo ilivotoaWRONG maua mengi nikapiga tena ndio yeah, ikawa mara ya mwisho, mara ya nne. Lakini vipi unalionaje shamba lako ukikanisha na mashamba ambao hawajaitumia mbolea ya Super Gro? Je, kuna utofauti wowote, au bado mazao yanafanana tu na wale hawajatumia hawajatumia? Na Super Gro, shamba langu liko vizuri wala mm, hata alifanani na wale watu ambao hawajatumia mbolea hii. Mm. hii hii mbolea ni nzuri, yani tuseme kwa, kwa ufupi mm, inaokoa maisha ya watu na kukupandisha kuwa juu kwa sababu hali mnayoiona hii hapa mm. sidhani kama nitakuwa hivi hivi ndafanana na wale waliofanya hivyo mm. Ndugu mtazamaji, kama unavyoona, mmea wa harage unaonekana jani ni jeusi, jani vipana, mmea umeenda juu kama unavyoonekana hivi, lakini hii ndio kazi ambayo Super Gro unaifanya. Kwa hiyo mkulima, ukukumalizia unawashauriji, washauriji wakulima ambao bado wana wanasuasua ama hawaamini mbolea hii yayani ya Super Gro. Wakulima, mimi nawashauri kwamba waitumie Super Gro, hata kama utakuwa na mtaji unachukua kidogo hmm. unalowekea unavotena unavotaka kupiga tena, unanunua kidogo a <tipi> un... <tipi> salama, shikamoo, mtaji <tipi> sana. Hapana, tunaunga unga, unga wenyewe hali ndo hivyo, ila kwa hapa sidhani kama basi nikushukuru. Karibu tunasema ni, karibu, tuendelee kutumia Super Gro, ni msiri ya mkulima mwenye mafanikio, mbolea ambayo ni asilia kabisa. Eh, kitu ambacho kimenishangaza huku Iwala huku ama huku mkoa Mbeya wenyewe wanafanya palizi na mikono, yani kiasi kwamba wanapanda maharage yako yamebana, kiasi kwamba mpaka kupalilia unakuja na mikono, jembe unaacha nyumbani ni wakati imefika Mbea, nilishangaa kidogo, mbona watu wanapaira mikono kumi? ni kwa sababu ya aina ya upandaji na mazao yaliyopo shambani. Kama unavyoona hivi maharage yamebanana hapa, huwezi ukapitisha jembe, palizi yako jembe lako ni mkono. kwa kama wewe unakaa mjini na mkono laini, huko utapakimbia, kama inavyoonekana hivi. Ndugu watazamaji, kwa nini wanapanda hivi? ili angalau waongeze uzalishaji wa mazao. Just imagine mtu anaweza kulima heka tano lakini ukavuna gunia moja. Lakini kuna mwenzako, anaweza kulima nusu heka, akavuna hilo hilo gunia moja. Kwa hiyo kitu nacho mata, ni, ya, ni elimu ubunifu kwenye kazi yako lakini pia kupenda kile ambacho unakifanya. Kwa hiyo tuendelee kufuatilia zaidi, kilimo kina faida. Kilimo kinawafanya watu nazidi kuishi maisha ambayo a anayafurahia.